Simanzi imeibuka tena jijini Mbeya baada ya kifo cha aliyekuwa katibu wa Umoja wa Wanawake Chama Cha Mapinduzi uwt Mkoa wa Mbeya, Lucia Sule kufariki dunia wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika Hospitali ya Rufaa Kanda ya Mbeya. Kifo hicho kinafanya kufikia jumla ya vifo sita katika ajali iliyotokea Februari 25 mwaka 2025 katika eneo la Shamwengo wilayani Mbeya wakati ziara ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa, Fadhil Rajab. Ajali hiyo ilihusisha gari la serikali STM na basi ya kampuni ya CRN ambapo mbali na vifo hivyo, watu saba walijeruhiwa na kupelekwa hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya kwa matibabu. Katika ajali hiyo, watu watatu walifariki dunia papo hapo wakiwa ni waandishi wa kujitegemea Furaha Simchimba, mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa CCM Wilaya Mbeya Daniel Mselewa na utingo wa basi Isaya Geazi ambao waliagwa Februari 27 jijini Mbeya. Hata hivyo, vifo viliongezeka baada ya dereva wa gari la serikali mkoani Mbeya the day, the day focus kufariki dunia akipatiwa matibabu, sawa na mwandishi wa Dream Media Selemani Ndelage, na kufikia watano waliofariki dunia. Idadi imeongezeka na tena kufikia sita baada ya Lucia naye kufariki dunia akipatiwa matibabu katika Hospitali ya Rufaa Kanda Mbeya, huku majeruhi wawili, mwandishi Epimarcus Apo, Apolinali na ch wa Channel 10 na Denis George wakiendelea na matibabu nyumbani baada ya kuruhusiwa kutokana na afya zao kuimarika. Katibu wa siasa na uenezi CCM mkoa wa Mbeya Christopher Wangile amethibitisha kifo hicho akieleza ni, ni msikitiko mkubwa wa kupoteza kiongozi huyo aliyekuwa mchapakazi. Nanukuu, leo tutaendelea na maombolezo ambapo kesho Jumatano tutamwaga rasmi kisha kusafirisha kwenda nyumbani kwao Babati mkoani Manyara. Hili, hili ni pigo kubwa kwa chama na taifa kwa ujumla, amesema na kuongeza, tutamkumbuka kwa mengi, uchapakazi wake, misimamo yake, mpenda haki. CCM itashiriki vyema katika kuratibu zoezi lote na tutausindikiza mwili hadi nyumbani kwao amesema Uhagile.